Naitwa Rebecca Giumi ni mkurugenzi wa shirika la Msichana Initiative. Siku ya leo shirika la Msichana Initiative limezindua awamu ya pili au cohort ya pili ya programu yake ya uongozi kwa wasichana ambayo tunaita sauti yetu nguvu yetu. Programu hii inalenga kujengea uwezo wa kiuongozi kwa wasichana wenye umri wa chini ya miaka 25 wanaotoka katika mikoa minne ya kazi yetu ambayo ni mkoa wa Tabora, Dodoma, Pwani pamoja na Dar es Salaam. Lengo kubwa la program hii hasa ni kuhakikisha wasichana kwanza wanaweza kujengewa, e, wa kupewa nyenzo, a, za kuweza kuonyesha uongozi na sisi tunaangalia uongozi katika dhana pana kwa maana ya uongozi wa kisiasa, uongozi wa kijamii lakini vile vile uongozi kwenye maeneo ya kiuchumi. A, kupitia jukwaa hili au program hii ambayo ni ya miaka miwili wanaweza pia kuunganishwa kwa pamoja na kujenga nguvu za pamoja kama wasichana na kuleta sauti yao kwenye masuala ambayo ni muhimu kuweza kuwezesha haki za wasichana katika taifa letu. E, kwa sababu hii ni awamu ya pili labda nizungumze kidogo mafanikio ambayo tumeyaona kwenye awamu ya kwanza ya program hii. Naweza nikasema kwanza kwa kiasi kikubwa ni wasichana 20 vinara ambao tuliweza kuwafikia kupitia program hii ya uongozi kama focus lakini wao wakaweza kufikia wasichana wengine takriban 240 kutoka kwenye maeneo yao ambayo tunafikiri hiyo ni kubwa sana. Lakini kile kingine ambacho tumekiona sasa ni hawa wasichana ishirini baadhi yao kuanza kuonyesha nia na hata uthubutu wa kugombea kwenye nafasi mbalimbali mbali za uongozi ikiwemo wengine kwenda kwenye nafasi uh, za viti maalum na yale majukwaa ya wanawake kwenye maeneo yao, lakini wengine tunaona wanaonyesha nia hata katika uchaguzi wa mwaka huu kwenda kuchukua fomu uh, ya kugombea kwenye nafasi mbalimbali ikiwemo mbali, nafasi za udiwani na tunaona wengine wamekuwa sehemu ya kampeni za kitaifa ikiwemo kampeni ile ya pedi, pedi bila kodi ambayo tuliona serikali mwaka jana iliweza kutolea uamuzi wa kutoa uh, kodi kwenye uzalishaji wa hizi bidhaa. Kwa hiyo tunachojaribu kusema ni kwamba tunaamini wasichana wana sauti, wanaweza kuonyesha uongozi, wana nguvu, wakiweza kupata majukwaa yanayowajengea uwezo, wakapata nyenzo, wakapata rasilimali na network wanaweza wakafanya vizuri zaidi na tunaamini hilo litafanikiwa. Aa, kwa kohoti ya pili pia, aa, niseme tu, kwanza awamu ya kwanza imetufundisha mambo mengi ikiwemo e, tamaduni na desturi ambazo bado zimejikita kwenye namna ambavyo wasichana wanaweza kujiamini, na wakati mwingine sio watu wa nje, ni ile hofu iliyojengeka ndani yao kutokana na malezi na mazingira ambayo wamekulia. Kwa hiyo unapofanya kazi na wasichana, pamoja na kwamba unahitaji kuona wao wanaweza kupata ile ari motisha na nguvu ya kuonesha uwezo wao, e, haitoshi kama hauwezi pia kuzungumzia tamaduni, desturi, mila na wakati mwingine hata kuzungumza na jamii na wazazi ambao ndio wanawazunguka hawa wasichana kwa sababu wanaamua kwa kiasi kikubwa sana namna ambavyo hawa wasichana wanaweza wakaonyesha uwezo wao au wasionyeshe uwezo, uh, wao. Kwa hiyo ile ni jambo kubwa sana ambalo tumejifunza. Lakini jambo la pili ambalo tumejifunza ni kwamba wasichana wanapopata e, majukwaa sahihi, wasichana wanapopata e, nguvu ya kuona kwamba hayuko peke yake, kuna wasichana wengine kama yeye wanapitia anachopitia, wanaonesha nguvu yao kwa kutoa ile hofu. Wasichana wana uwezo mkubwa sana mkubwa sana na wasichana hawahitaji kuzungumziwa. Wasichana wanaweza kujizungumzia vizuri, wanafahamu matatizo yao, wanafahamu suluhu ya matatizo wanayopitia. Wanachokosa ni majukwaa sahihi tu, na hicho kwa awamu ya kwanza imetuthibitishia hicho Nikizungumza programu hii e, kuelekea kwenye uchaguzi, niseme tu kwanza, programu ya sauti yetu nguvu yetu tumeizindua kipindi hiki, ingawa tuko mwaka wa uchaguzi, lakini haikuwa moja kwa moja kwa sababu tunataka kwenda kwenye uchaguzi. Hapana, ni programu ya miaka miwili. Kwa hiyo ukiangalia te kwa majina, naitwa Loveness ya Sumani, msichana kiongozi kutoka wilaya ya Nzega, kata ya Mizibaziba A, programu hii ya sauti yetu nguvu yetu imetusaidia hasa sisi wasichana kujitambua, kujiamini na kuwa na ndoto kubwa, na kuzitambua haki zetu ambazo tulikuwa hatuzijui toka mwanzo kama tunavyoamini kwamba jamii nyingi hasa jamii za wakulima na wafugaji hawaamini kabisa katika mafanikio ya mtoto wa kike, kwamba mtoto wa kike kazi yake ni kuolewa na hamna kitu kingine. Kwa hiyo programu hii ya Sauti Yetu Nguvu Yetu imekuja kutufungulia kwamba msichana, una haki ya kufanya kila kitu, ikiwemo haki ya kusoma, haki ya kushiriki na kushirikishwa, haki ya kuamua wewe mwenyewe.